Soma, inasema inasema nini? kisha Yesu Yesu Yesu alipandishwa, Yesu alipandishwa na roho, na na na roho roho roho. Sasa sasa, sikiliza vizuri hii sentence, watumishi wangu, Yesu anapandishwa na roho, nika nataka niweke mfano mzuri afu watu muelewe, nafikiri wengi wako mnafeli hapa, anapandishwa na roho nikani, lakini wanafunzi hawamuoni Yesu akiwa anaenda wapi. Ndio maana haendi na yoyote huko, ijapokuwa anaenda akiwa bado hajawateua ila, haendi na yoyote huko. Anapandishwa na roho nikani. Roho wa Mungu alimchukuaje Yesu akampeleka nikani, na Yesu akaanza kufanya yale matukio akiwa nikani hapo hapo, narudi kwenye mfano. Yesu anapandishwa na roho nyikani. Biblia inasema Yohana alimuona Yesu akiwa anaenda nyikani, ila roho ndo alimpeleka Yesu. A, mnakumbuka roho wa Mungu? Roho wa Mungu hatembei nje na neno la Mungu. Kwa hiyo Yesu alisikia neno la Mungu lililoipa roho yake kwenda huko Nenotati. Alisikia neno la Mungu lililoipa roho yake kwenda huko. Uelekeo wa roho ni kile kinachosikiwa na mtu, sio Yesu aliposikia. Kwa hiyo alichosikia kiliipa roho yake na pasi ya kwenda huko alipotakiwa kwenda, na alipoenda huko kwa roho akafunga huko kwa roho. Nisikilize mtumishi wa Mungu, kwa roho

Nataka kuburuga hapo mama na leo tushone. Yesu kwa anaona kwa roho yake, kwa kwa mwili wake. Kwa sababu alipelekwa kwa kwa nini? Sasa hapa nakuvuruga. Kama alipelekwa kwa roho, nitarudi kwenye mfano wako. Kama alipelekwa kwa roho, nisikilize vizuri. Mungu wangu, niokoe mimi hapa na mteseka. Kama amepelekwa kwa roho. Namona yule mshoro alivaa mbaya sana. Namona yule mshoro. Namona. Unamuona? Sasa mbona unamuona unaendelea hivi? Unamuona? Umwangalie, unamuona? Ah, unamuona vizuri? Amesimama kaka. Unamuona, kwa hiyo kweli unamuona. Kweli unamuona. Nimekwambiaje mpaka umesimama mwana? Nimekuwa namuona yule yule aliyesimama au vasha. Wewe ukasemaje? Ndio na Mungu. Sema, yeah. Kwa hiyo yeye amemuona kwenye kile ndicho? Amemuona akiwa hapa lakini amemuona kwenye kile ndicho? Sema. Amemuona akiwa hapa, ila amemuona akiwa hapa, amemuona kwenye kile ndicho? Sema. Hapo mwanzo Mungu aliposema mambo yalikuwa. Kwa hiyo

kisiwepo tena kila alicho ninakifuta, kwa jina la Yesu. Amen. Mm. <laughs> <laughs> Unasemaje, mtumishi? <coughs> Ameona kwa roho, amemwombea mwili wake. Ameonyeshwa kwa roho kwa kusikia, ameuombea mwili wake ulioona. Baba Elisha, sibona watu waelewe tu, ni kazi hapa. Angalia vizuri, huyu dada amesemeswa, akaona huyu amekuja kumwombea kwenye huu mwili ambao wenyewe umehakiki tu hilo jambo. Kifungo cha hawa watu kinabakiaga vile. Sasa mwambie ile kauli yako nzuri kwa imani, usifikiri hayo <laughs> Ona Bwana ameisha kutoa kwenye mapito yako. Sasa aone nini wakati hujasema acha Mungu. Mungu no. Aliposema na awe akawa. Lakini ili umuone akawa, lazima usikie kile Mungu amesema. Ambacho Mungu no. amesema. Hivi naelewa vizuri? Wewe ni... <unforsided> Na huwezi kumpa mkate akashiba. Sorry. Nani? Mimi nachanganyikiwa. Huyu akiona njaa kwenye alichosikia, hawezi kumshibisha kwa kumpa mkate kwenye mli wake.

hayatamaliza njaa ya huyu mtu, kwa sababu njaa aliyokutana nayo huyu mtu sio njaa aliyokutana nayo fanya kazi. so kumbe hapa kuna kero pia kitumishi kwa hiyo kumbe kuna kila kitumishi, ambayo watumishi hatufai kusema tunavyoviona, tunafaa kusema tunavyofunuliwa kwenye yale yanayoonekana kimungu, kwa sababu kwenye yale yanayoonekana kimungu ndio tunapata uhakika au tunapata hakika ya mambo ya kimungu ambayo Mungu anasema kwenye kile ambacho ni njaa kiroho. Amen. Ni mtumishi wa Mungu kwa nafasi yake, ni mtumishi wa Mungu nafasi yake. Okay, ngoja nimsaidie. Amekutana naye hiyo jana. Kwa kupeleka kwa na roho. Muombe ndiye aishi. Jaisha tumeshi. Piga jaisha. Katika jina la Yesu. Yes. Washirika, oh, washeni mikono kwa sababu njaa. Kuna njaa monika. Ninaomba hiyo njaa aishe kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Basi ndio mambo yanavyoenda. Nataka kubelepesha, sio nakuumiza umiza moyo kwenye inja. Kuna mtu ametafakari hili somo mpaka anasinzia. Wewe wewe, usijifanya huko, wewe wewe, mimi najua hizo tafakari zako, tulia hapa. Eti anajifanya yuko deep sana mpaka mtumishi, halo sasa Tufanye huyu dada aliposikia kwa roho, tufanye hivi, kwa sababu roho haingii kwa kwa kwa kwa kwa mtu nje, na kusikia utasikia tu, roho itaingia. So huyu dada, ziko njia nyingi, lakini hiyo ndo nakusemesha. Huyu dada aliposikia akaondoka, sikiza, mtu akaondoka kwa roho kwa kile alichosikia, mwili wake unaye hapa, kwa kile alichosikia akaondoka kwa roho akaja kwa huyu dada wakavuruga ya kuyavuruga wenye maisha yao za kibiashara wakayavuruga kweli. Alafu huyu dada akawa hayuko sawa kwa kile alichokuta nacho kini kiroho, kulingana na kile kilichosemeshwa kiroho. So huyu kija kumwombea mambo yake akae sawa, unapoteza mtu na ndio maana hakuna maombi aliyomtoa Yesu pale nyika, kwa sababu ile nyika ilikuwa nyika ya Yesu kwenda, ni nyika ya Yesu kupelekwa na Roho. Ndio maana Yesu akasema kwa kuwa na njaa sihitaji chochote nje na neno la Mungu. Sasa nasema mtu hataishi kwa mkate, ila kwa kila neno. Okay, nilisema hivi kwenye adari yangu, niliandika hakuna maisha bila imani.